E bana he, yes, mambo vipi mtazamaji wa Stain TV ndani ya entertainment. Ukiwa na mimi Mami Dione ikiendelea kukuletea story za town. Leo katika pindi letu la Kijanja Star Zone tumekuja kupiga story na msanii wa hip hop J Rapar eh. Mtamsikiliza ni kitu gani amewaletea mashabiki au ni kitu gani ataongelea hapa na utaweza kumsikiliza na pia niko na producer wake. Niko na DJ eh, sorry, niko na DJ hapa naye utamsikiliza eh, ni mambo gani anafanya pale kwa J Rapar akiwa kwenye show. J Rapar mambo vipi kama kawa uko freshi? Nashukuru Mungu. Ah, kwa majina unaitwa nani ili watazamaji waweze kukufahamu? Anaitwa J Rapar official. Mm. Yeah. Unatokea wapi? Uh, nipo Bukoba. Bukoba. Bukoba ni kubwa, maeneo makubwa, si tunaona hapa, tunaona wanajenga jenga, hatujui ni maeneo gani, naweza kusema eh, tukafahamu hata watazamaji wakajua tuko wapi. Mi ni mzaliwa wa Misenyi lakini kwa sasa naishi Bukoba Kagondo. Mm. Yeah. Mtazamaji ah, wa Stein TV niko na J Rapar pamoja na produce, na DJ DJ, mambo vipi? Kama ka... kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa DJ Tiger. Ah, umeamua kumsindikiza msanii wako eh? Ah, J Rapar, ah, tunaomba utuelezee kwa ufupi storia yako ya mziki kufikia hivi sasa, mpaka sasa hivi ulipofikia, unaweza kutuambia mambo kidogo kuhusiana na wewe ah, kifupi. Mimi kwanza nimshukuru Mungu kwa sababu Uh, mpaka saizi niko hapa na watu wanaosupport wanasikiliza kile ninachokifanya. Kwa jambo la kumshukuru Mungu. Mimi ni msanii ambaye toka mwanzo nilikuwa nikiupenda sana muziki, nikitamani kufanya muziki tangu niko primary nikasoma, nikaanza primary nikaenda sekondari, lakini bado ningawa nawaza muziki huo huo. Mungu kanibless, nikamaliza shule, nikajikita sana kwenye masuala ya sanaa, kwenye muziki nikaimba hip hop. Yani kila muziki naimba, lakini sasa ni hip hop na singeli, hip hop na singeli. Namshukuru na Mungu kwa hilo. Watu wamenipokea, wamejaribu wame kusikiliza kile ninachokifanya by the way. Na ndio maana mnaona niko hapa kupitia huo muziki. Okay, ni kitu gani kilikufanya mpaka ukawa msanii wa hip hop? Nimekuwa nime, nime, nime nikifuatilia nyimbo za hip hop muda mrefu na nikizipenda, nikitamani kufanya muziki wa aina hiyo. Ndio maana nikaamua nika kufanya hip hop. Yeah. Ah, ni msanii yupi wa hip hop unamkubali zaidi na unasema natamani siku moja nije kuwa kama yeye? mmoja Msanii mmoja anamkubali Stamina. Ni blaza wangu kwanza, ni mshikaji ambaye tunapiga tuna story nyingi kupitia mziki, ananishauri kama kaka wangu. yeah, by the way, Stamina ni mtu ambaye nimefanya naye show moja pale Mwanza, nimefanya show mleba kwao. Ni, ni blaza wangu kwao, namwomba sana zaidi kunisupport kwa kile ninachokifanya kama mdogo wake. Yeah. Okay. Jamii inakuchukuliaje kutokana na kuhusiana na huu mziki unaofanya? Namshukuru Mungu kwa sababu jamii inanipokea vizuri na nisapoti. Uh, pale ambapo anakoa anaona nimewakosea, ananiambia lakini. Yeah. sijai kukosea jamii. Ni mtu wa kuelimisha jamii muda wote nikifanya kazi jamii nikaipokea, jambo la kumshukuru Mungu. Yeah. Okay. Uh, mara ya kwanza umetoa nyimbo yako mpya eh? Mashabiki walipokeaje wimbo wako? Yeah. Kwanza kabisa nyimbo yangu ambayo ipo sasa hizi mpya inaitwa Naacha Muziki. Mm. Kwa nini uliamua kuipa jina Naacha Muziki na tunaona bado unaendelea kufanya? Hiyo ni distract. Mm. Na ni nyimbo ambayo nimeingia studio nikafanya, mm. nikaona kwamba niipe jina Naacha Muziki, ni distract ambayo nimefanya, ni wapo wasanii wote wa Bukoba nimewataja mbele kuja kusikiza ile nyimbo mm, wasanii wametajwa mbele na tabia zao. Yaani kila msanii tabia yake anayoifanya ya mm. ya, na ni nyimbo ambayo kidogo imetembea kidogo kila redio sasa hivi nasikia na inapiga nyimbo. Yeah. Okay. Kutokana na mziki unaofanya tunafahamu kuwa ni changamoto nyingi zunapitia eh? Unaweza kutuambia ni changamoto zipi wewe unapitia kwenye mziki wako? Changamoto zipo nyingi sana lakini zi... <laughs> tuseme, siwezi kuzungumzia changamoto ambazo unapitia mimi kwenye mziki, ni mradi tu watu wanaona nafanya mziki ila siwezi kusema kwamba anapitia changamoto fulani, ila changamoto wajua kwamba zipo na kuna kitu ambacho uh, kina, kinaweza kuwepo na bila kuwa na changamoto. Nafikiri na wewe mwenyewe una changamoto zako ambazo unakutana nazo kwenye kazi yako, kunioje mimi? hmm. yeah. Uh, kutokana na mziki unaofanya eh, uh, mashabiki zako wanakuchukuliaje? Uh, wanachukulia kama msanii wao ambaye anawaburudisha kila siku Mtazamaji wa Stein TV anayetufuatilia atapenda kufahamu kwa hivi sasa, una una nyimbo nyimbo ambazo ninazo ambazo zimeshatoka tayari, zipo YouTube nafikiri, ni kama tuseme kama 15, lakini nyimbo ambazo ninazo sijazipandisha sijazi mtandaoni mm -hmm. ni nyingi sana yeah. oh. mm -hmm. uh, nyimbo ambazo nakubali nyimbo ambayo naikubali na na ni kuna show ilivyokuwa na nyimbo ambayo, ambayo ambayo nimekwambia ni nyimbo mpya ambayo inaitwa Naacha Mziki. yeah. Kuna kitu ambacho mtu anafanya bila kuongelewa, unaona ah, sana sana, sasa kule kijijini hapa ni kuwepo. mm. Naona mimi nimekuwa nik, nikiongelea mziki tokea niko primary. Kwa unaongea mziki watu wanachukulia kwamba anaenda ah, kuwa mjambazi anaenda kuwa vuta bangi fanyaje Tuseme unaweza kuita filamu ni kupitia muziki, unaona. Kwa hiyo, ukitaka kufanya kitu kizuri unatakiwa kusikiliza watu. Mimi huwezi amini, sijai kutumia kilevu chochote toka nianze muziki, you know, nafanya muziki nikiamini kwamba hiki kitu, unajua wasanii walio wengi kuja kupanda stejini lazima watumie vitu, ili anasema kwamba watu wanaongeza sijui mizuka sijui nini, lakini huwezi amini, mimi napanda stejini bila kutumia kitu chochote, nafanya vizuri na huwa kuzidi ambaye mtu ambaye ametumia vitu vile vya ulevi, yeah. tunakula nyama kwa mimi nikimba hip hop watu. By the way, kuna siku mtu atakuja kujua kwamba J Rapar anafanya mziki wa aina fulani. Sasa hivi unaona kwamba mimi nafanya hip hop, nafanya singeli, nafanya bongo flavor, lakini kuna siku utakuja kujua kwamba J Rapar anafanya singeli tu. Mimi nikikaa na kuwaza kwamba sasa hivi nifanye mziki wa singeli, nitakuja kufanya mziki wa singeli, lakini sasa hivi watu waniache kwanza, niangalie ni kipi kina upepo. Yeah. Okay. Ukiachana na mziki unaofanya nje na mziki unajishughulisha na nini? na mziki huo huo. Okay, ukiwa nje ni mziki, ukiwa ndani ni mziki yeah. Aha, kwanza kabisa nimshukuru Mungu kwa sababu mimi ni mtu ambaye nikifanya nikifanya kila mziki, yani nikifanya tuseme nikifanya bongo flava, nikifanya singeli, nikifanya hip hop, watu wanaipokea vizuri kama walivyokuwa akinipokea kwenye hip hop mwanzoni ko mimi sioni, sioni shida kufanya hip hop na singeli kwa wakati mmoja kwa sababu ni ninapokelewa vizuri kupitia hicho ninachokifanya. Mm -hmm. Yeah. Okay, mtu akihitaji kukupata unapatikana kwa njia gani? Unapatikana kwa J Rapar Official kwenye kila platform, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok lakini Boomplay, kote huko unapatikana kwa jina la J Rapar Official. Yeah. Tumeona umekuja na DJ. DJ, mambo vipi? Eh, kama kawaida. Yeah. Uko fresh? Niko fresh. Kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa DJ Tiger. Mm. Ah, na ndio mnaongozana na, no. Na? J Rapar msanii, ah, na eh, ah, wewe ni DJ. DJ, kila DJ kuna kitu anapenda, wewe ni DJ wa aina gani? <laughs> Mimi kwanza ni DJ wa J Rapar. Hmm. Pia nje ya udj kwamba na, na mpigia Jeilapa shoo mm. Mimi ni DJ mbaye naendesha harusi bado ni DJ nayepiga klabu kao. Mm. Oh, mimi kama sipo na kazi mimi na yeye eh, mm. au wana shoo sehemu yoyote sipo mazoezi mimi kuna baa moja naenda naipiga inaitwa The Vibe hivi, napatikana hapo Kagondo, naenda na napiga mziki pale mm. Kama nikiwa na kazi najua kwamba msanii wangu ana wa kazi, naenda kwa msanii wangu tunamaliza kazi. okay. E. Kama DJ mtu akitaji kukupata atakupata kwa njia zipi? Mimi kwenye media zote kiandika DJ Tiger utanipata. okay. Naambia nini watazamaji wanaofuatilia Stein TV? Mimi naomba tu ushirikiano wao na tu support hivyo. Jana na hiyo pia kanichukua mimi kwa sababu gani ni DJ ambaye labda yeye kaniona nafaa kwenye kazi zake. Yeye ndo labda anajua sababu gani alinichagua mimi. Na hivyo. Yaani mimi nje nje ya kumpigia show je hapa mimi kwanza nachezaga na mashabiki. Yaani kama nipo bar au nipo kwenye harusi, najua kwamba hawa ni wazee au hawa ni wanawake, mtawapigia nyimbo gani ambazo wataweza kuzikubali na kunikubali kwamba DJ kaendesha sherehe yetu vizuri. Kwa mimi naangaliaga hicho kitu na kukizingatia ndo vitu vinavyonifanya mimi nibaki kama mimi na watu wananikubali. Ah, nimewaambia uh, kwamba nakubali kwenye kwenye nyimbo zangu zote ni nzuri, lakini nyimbo ambayo nakaa na kusuka kwamba hapa ah, nilibuni bwana, nilifanya kitu mimi mwenyewe nika appreciate nikakubali kwamba nimefanya kitu, kitu, kitu kizuri, kuna show ilivyokuwa mm. Hiyo uh, ni nyimbo ambayo inazungumzia story. Kija kuangalia ni story ambayo tuseme ni ya kweli uh, kuna kuna nyimbo kwa mfano kama nacha mziki nyimbo mpya ambayo nimetoa mm. Uh, ni nyimba ambayo pia naikubali. Okay, labda ngoja niimbe na acha mziki nyimba ambayo nimetoa juzi hapa. Hii uh, ah, ni taarifa nawapa, sambazeni kila kona, jailapa mziki na hacha na sitoimbaga tena tambueni mimi ninafanya mziki na wala sifanyi kiki, japo wasanii wenzangu wanazingua wa kinyama. Sasa nitaimba na nani nisikize? Nimempigia Saida nikomba kuimba naye, sema hiyo shida yake, mda wote yuko bize. Nikavuta waya nimcheki kama mbingi, huyu anaga mambo mengi, la kinachomuharibu ni misigala na bangi. Nikamiza kichwa nimpigie tikasha, sema ananichanganya hivyo anaimba na nachekesha na akili kajituma, nikashindwa nifanye nini, kakumbuka Wacha nimcheki mcheki Jimwamba sema ana namba nyingi na zote azipatikana na zingua, si nikamcheki maua usiku mpa mchana mpaka night, simu zangu wapokei, nikabaki hoi, akili kanituma ni mcheki good boy, sema kiaya kingi nikaona sitoboy soma sihara nikamcheki kishankara kupokea tu komba era ya sigara, nikakata nikaruka na shomire, huyo naye stori anazo zileta za tangu kipindi kile nikavunga ya inatosha ba. Yeah. Kumeshapambazuka mimi nakuja na sabuni home kufua mashuka. Hapiti dakika nancheki video call. Nasema kama nimefika nikuoneshe na volol, nikajua kwako nimetua kama ball kwenye kifua cha Ronaldinho Gaucho, nimefollow kumbe paka shume. Kahabo neji uza, kuliko wewe bora ngedeti na mimi sibuza. Ulinigizia ukafanya nisau kwamba kucheza na mwanamke nikumpigisha mswaki mamba, ukao unang'ata, afu pulizi unalamba, unatoka na mwanangu alafu tulizi unatamba, au itaka nife nizame kwa mawazo au ni date kwenye ulevi alafu seme wewe ndio chanzo umekwamazeilafa mjaila. Inatosha ya x arudiwi au? Auni wanasemaje, x anarudiwa au <laughs> eh? sio eh? <laughs> wauni walishaweka mgomo kwenye kikao cha wanaume, wanadai ex ya rudiwa. Nilikuwa na J Rapar pamoja na DJ wake. Uko na mimi mami, dio niendelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kupitia steintv_tz.